Tukisalia na taarifa hiyo, shirika la International Justice Mission pia limeongeza sauti yake na kutaka uwajibikaji kuhusiana na kifo cha mwanablogu Albert Ojwang mikononi mwa polisi katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi. Kwenye taarifa IJM imesema kuwa itashirikiana na mamlaka ya IPOA ili kuhakikisha kuwa ukweli umefichuliwa na haki imepatikana kwa familia ya mwanablogu huyo. Aidha, shirika hilo linataka uchunguzi wa haraka kufanywa ili kuhakikisha kuwa wahusika wamekamatwa na kushtakiwa. IJM pia imeunga mkono hatua ya Inspekta Jenerali wa polisi kuwasimamisha kazi maafisa wote wa polisi waliokuwa kwenye kituo hicho wakati wa tukio ili uchunguzi ufanyi